Karibu sana. Leo tunataka kuongelea kitu ambacho wengi wanakihofia, mtihani wa Stott Pilates. Lakini ebu tuutazame tofauti, sio kama kikwazo, bali kama sehemu ya safari yako ya kuwa mwalimu bora, safari inayojikita katika ufahamu na uhusiano wa dhati na ili kuelewa vizuri, tuanze na maneno ya mtahini maarufu, Caroline Berger. Yeye anasema mtihani si adhabu. Ni wakati wa ukweli, kati yako, mafundisho yako na mwili wa mwingine. Yaani, hii inaweka msingi mzima wa mazungumzo yetu leo. Sio kuhusu kukuhukumu, ni kuhusu kuelewa. Kwa hiyo, lengo letu hapa ni kubadilika kabisa mtazamo. Badala ya kuingia na uoga, nitaweza kweli? Tuingie tukiona hii kama fursa. Fursa ya kuonyesha jinsi unavyoelewa, jinsi unavyoweza kuunganisha mafundisho yako na mtu halisi aliyeko mbele yako. Sawa. Basi, tuanze mwanzo kabisa. Vipi kuhusu dakika zile za kwanza unapoingia kwenye chumba cha mtihani? Wengi hudhani tathmini inaanza na zoezi la kwanza. La hasha, inaanza mara tu unapofungua mlango. Hapo ndipo mtahini anaanza kukutazama. Anaangalia jinsi ulivyoingia. Una heshima? Umetulia? Uko makini? Hii ndiyo professional presence inaonyesha kwamba unachukulia kazi yako kwa uzito na heshima. Na baada ya hapo, kinachofuata ni muhimu sana kuungana na mteja wako. Kwanza, msalimie vizuri kwa uchangamfu. Pili, muulize maswali muhimu. Unajua, hapo unakuwa unamgeuza kutoka kuwa mtahimiwa na kuwa binadamu halisi. Hapo ndipo uhusiano wa kitaaluma na kibinadamu unapoanzia. Na nukuu hii inaifafanua vizuri sana. Mwalimu mzuri hafundishi tu hewani, anafundisha mwili ulio hai, mwili ambao una historia yake, una kumbukumbu kumbu zake, ni lazima uunganishe na historia hiyo. Okay. baada ya utangulizi huo, sasa tunaingia kwenye sehemu ya kwanza ya kiufundi kabisa. Hapa ndipo tunapoona uwezo wako wa kuchunguza kabla ya kuanza kufundisha. Tunazungumzia uchambuzi wa mkao au postural analysis huu ndio msingi wa kila kitu kitakachofuata. Sasa huu uchambuzi wa mkao ni nini hasa? Fikiria hivi, ni kama dakika kumi za kumchunguza mteja wako kwa umakini mkubwa. Unaangalia jinsi mwili wake unavyosimama dhidi ya nguvu ya uvutano. Kile utakachokiona hapa ndicho kitakachoamua mazoezi yote utakayompa. Ni kama ramani yako na sio kubahatisha kuna utaratibu maalumu kwanza, msimamishe mteja wako akitumia ule mstari wa timazi halafu, mzunguke mwangalie kutoka pembeni, mbele na nyuma. Kagua mwili wake kuanzia chini kwenye miguu mpaka juu kichwani, na mwisho, fanya yale majaribio mawili ya mgongo ili kuona sehemu ambazo hazina unyumbufu wa kutosha. Baada ya uchunguzi wote huo, huwezi kuishia hapo, lazima uje na hitimisho Tunaliita dhamira kuu. Hii ni sentensi moja tu fupi na iliyo wazi inayoeleza lengo lako kuu kwa darasa hilo kulingana na yale uliyoyaona. Hapa ndipo unaonyesha kuwa uchunguzi wako una lengo sawa. Tumeshamchunguza mteja, tuna dhamira yetu, sasa tunaingia kwenye kiini cha Stott Pilates, zile kanuni tano za msingi. Jambo muhimu hapa ni kwamba mtahini hataki uzisome kama shairi, anataka kuziona zikifanya kazi anataka kuziona zikiwa hai katika kila zoezi. Na hizi ndizo kanuni zenyewe. Mtahini atakuwa anaangalia: je, upumuaji unaendana na harakati? Je, pelvis imekaa vizuri ili kulinda mgongo? Hivyo ndivyo unavyozifanya ziwe hai na uwe tayari kabisa kuulizwa kwa nini. Mtahini anaweza kukuuliza, hebu niambie kwa nini hapo umechagua pelvis iwe neutral?" hili sio swali la kukuonea ni la kupima kama unaelewa mantiki iliyopo nyuma ya kanuni na sio kwamba umezikariri tu. Sawa kabisa. Sasa hebu tuongelee jinsi ya kupanga mazoezi yako. Hapa ndipo unapoonyesha kuwa wewe ni mwalimu mwenye busara. Mtahini hataki kuona maonyesho ya mazoezi magumu, anataka kuona darasa lenye mtiririko, lenye mantiki, ambapo kila zoezi limejenga juu ya lilotangulia, na kuna muundo maalum unaotakiwa kufuata unahitaji kuwa na mazoezi nane ya msingi yale ya fundamental, kisha manane ya kiwango cha kati intermediate, na mwishowe una nafasi ya kuchagua hadi mazoezi mawili ya ziada ambayo tunayaita jokers. Ni muhimu sana kushikamana na muundo huu. Na neno joker linaweza kuchanganya kidogo, haimaanishi ubuni zoezi jipya la hasha. Haya ni mazoezi kutoka kwenye mwongozo wako. Lengo lake ni kuonyesha kuwa una ufahamu mpana wa mazoezi yote uliofundishwa na unaweza kuchagua la ziada linalofaa. Mpangilio wa darasa lako pia una mantiki yake. Unaanza na kupasha mwili moto kisha unalainisha viungo. Baada ya hapo unaimarisha halafu unaongeza uratibu na mwishowe unajumuisha kila kitu pamoja. Ni mtiririko huu laini unaoonyesha weledi wako. Ok, sasa ebu tuzungumzie jinsi unavyotahiniwa na makosa ambayo watu wengi hufanya. Jambo la msingi la kukumbuka ni hili: usahihi ni muhimu kuliko ukamilifu. Ili ufaulu mtihani huu unahitaji kupata alama asilimia 75. Sasa hii haimaanishi lazima uwe mkamilifu katika kila kitu, inamaanisha unahitaji kuonyesha uwezo thabiti katika maeneo yote kuanzia jinsi unavyowasiliana uchambuzi wako hadi jinsi unavyoendesha darasa. Ni kuhusu uwiano wa jumla, na hapa ndipo kosa kubwa zaidi linapotokea. Watu wengi huja na darasa walilolikariri kichwani, hilo ni darasa la kukariri. Mtahini anataka kuona darasa la majadiliano, yani darasa ambalo linabadiliko, linajibu kile mwili wa mteja unakwambia kwa wakati huo unafundisha mtu, sio program uliyoikariri. Na tunamalizia na wazo kuu kutoka kwa Caroline Berger, ambalo linajumlisha kila kitu. Anasema, ninachotarajia si ukamilifu, bali ni usahihi. Hiyo ndio siri: usahihi katika uchunguzi wako, usahihi katika maelekezo yako, usahihi katika jinsi unavyomjali mteja wako. Hilo ndilo lengo la kweli.